Mheshimiwa, shamba hili la mtakata mwanzo lilikuwa linaendesha mradi wa ng'ombe wa maziwa na lina eneo kubwa. Shamba hili nafikiri ni sahihi ni ea ia. Wakati ulipokuwa mradi huu unaendesha, mradi huu wa ng'ombe wa maziwa unaendeshwa mwanzo, mimi nilikuwa bado nafanya kazi katika shamba hili kama daktari. Ulipokufa mradi huu, tena hili shamba likawanda lika na wizara ya kilimo kwa ZSC. Sasa katika kipindi kirefu, toka mradi huu wa ng'ombe wa maziwa unaendelea pale, walikuwa wakulima na fursa vilevile vile ya kufanya kazi za uzalishaji pale shamba ng'ombe wa maziwa ilikuwa mradi unaendelea, lakini wakulima kadhalika walikuwa na fursa ya kufanya shughuli zao. Ulipokufa mradi huu wa ng'ombe wa maziwa, likakabidhiwa shamba kwa ZSTC, hapo ndo wakulima tumeanza kupata changamoto, na kuna changamoto mbili kubwa. Changamoto ya kwanza ni kwamba ZSTC wametutaka tulipe kodi wao wanasema kwamba wanakodishwa kwa, kwa hivyo na sisi tulipe kodi. Wametaja kiwango ambacho si kidogo, lakini sisi hilo suala la kulipa kodi mpaka sasa hivi tumekuwa tunalikataa, hatu, hatuwezi kulipa kodi. Kwa hivyo tuna, tunaendelea na shughuli zetu, lakini katika hali ya mvutano mvutano. Lakini jambo jingine ni kwamba Tunaingiliwa, tunakuentertain katika shughuli zetu. Tunapokuwa mtu unasafisha eneo ushapanda mazao yako, wao wanakuja wanapanda miti yao, wanapanda miti yao ili kutufanya sisi tusijisikie tuko salama. Kwa hivyo hizi changamoto mbili mheshimiwa, ndio changamoto kubwa ambazo wenzangu wamenaambia, nenda ukazieleze kwa mheshimiwa azifahamu naye.